Wageni waalikwa, viongozi wa serikali, wadau wa usafiri wa anga, wananchi wa Bukoba, kwa niaba ya Auric Air Services Limited, napenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa uongozi wa mkoa wa Kagera, mamlaka ya viwanja vya ndege na wananchi wote wa Bukoba kwa mapokezi mazuri na ushirikiano mkubwa katika kurudi kwetu Bukoba. Sisi kama kampuni ya, ya Auric Air hapa sisi kwetu sio, sio wageni kwetu. Tulianza kutoa huduma zetu za usafiri wa anga kutokea Mwanza Bukoba tangu mwaka 2008 mpaka 2018, kwa takriban kipindi cha miaka kumi tukiwa tunatoa huduma ya, ya usafiri wa anga. Baada ya kusimama kwa muda wa miaka karibu saba kutokea 2018 leo hii tunarejea rasmi kuanzisha safari zetu mpya za mwanza bukoba, Bukoba mwanza na Bukoba Dar es Salaam, Dar es Salaam Bukoba ambazo zitakuwa zinafanyika mara nne kwa wiki, ambazo ukiangalia ilianza tokea Oktoba mosi mwaka huu 2025. Kurudi kwetu Bukoba ni ishara ya imani, upendo na kujitolea kuendeleza maendeleo ya mkoa huu na wananchi wake kupitia huduma salama za uhakika na zenye viwango vya kimataifa. Tunapozindua huduma zetu hii leo, sisi kama Auric Air tunasema kwa lugha ya nyumbani mwako, rawaitu kutuhuliliza wetu mbaka isinge. Asanteni sana kwa kutuunga mkono, na sisi kama Auric Air tumejipanga kuboresha huduma zetu za kila siku kwa manufaa ya wananchi wote wakanda ya ziwa na Tanzania kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kiwanja cha ndege cha Bukoba ni miongoni mwa viwanja ambavyo vinatoa huduma kwa ndege zenye ratiba maalum na zile zisizokuwa na ratiba maalum ambazo tunaziita chartered flight. Kwa hiyo ujio wa shirika hili la ndege la Auric ni ujio wa kudumu hapa kiwanjani, kwani shirika hili litaendesha safari zake mara nne kwa wiki kama alivyosema. Uh, uh, mjumbe kutoka Auric yani kila Jumatatu, Jumatano, Ijumaa na Jumapili ambapo safari zitakuwa Dar es Salaam via Mwanza alafu inakuja Bukoba na kurudi itatoka Bukoba Mwanza na kufika Dar es Salaam. Hii ni hatua kubwa inayoongeza chaguo la usafiri wa anga kwa wakazi wa kanda ya Ziwa sambamba na kukuza usafiri wa watu, bidhaa na huduma kwa ufanisi, usalama na kwa wakati. Ndugu viongozi na wageni wote waalikwa, huduma hizi za Auric Air zitachangia zi kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha shughuli za kiuchumi na kijamii katika kanda ya ziwa na kukurahisisha usafirishaji wa abiria bidhaa, na huduma kati ya Kagera, Mwanza na Dar es Salaam. Shirika hili litachochea ukuaji wa uchumi kanda ya ziwa, litaongeza tija kwa sekta ya biashara na uzalishaji na litafungua milango ya uwekezaji mpya. Ni matumaini yetu kuongezeka kuongezeko hili katika sekta ya anga litaongeza ajira, litaboresha upatikanaji wa huduma na kuifanya Bukoba kuwa kitovu cha biashara. Kwa hiyo, kwa namna ya pekee kabisa, tunapongeza shirika la ndege la Auric Air, makofi kwao tafadhali uamuzi huu muhimu wa kuanzisha ruti mpya ya ratiba kwa kiwanja cha ndege cha Bukoba, na tunaamini kuwa huu ni mwanzo wa mafanikio makubwa zaidi kwetu sisi kama mamlaka ya viwanja vya ndege, kama mkoa wa Kagera, lakini vile vile wilaya yetu ya hapa Bukoba, vile vile na taifa kwa ujumla.